Kimbunga iko. Wewe fungua hapa, futa utaiona vshao <coughs> uone sasa. Sio wewe. Huko ndo nyama ni hivyo

Mchana nywele kabisa ya uchafua nywele ataenda. Eh, hey, wale wadudu ka kwenye muvi za mazombi wanaanza kuja, mwambie tu afumbe macho, mwagie hapo mchanga, utaona enye. uh-huh. wale kwenye muvi za mazombi unamweka mtufaa, kunakuja wadudu jangwani. <laughs>